Mambo vipi? Fresh kabisa. Uko poa? Niko poa kabisa. Nashukuru sana. Kwa nini ulivunja kundi la Mexico? Uh, <coughs> Ya Mexicana sikuivunja, lakini mi ni kuu yangu, jina ni la kwangu. Kwa hiyo majua, kila mtu katika mkishakuwa kundi, kila mtu ana tabia yake kwa hiyo mnapojaribu kukaa pamoja na kuongelea vitu, kwaona kuna vitu vingine kama viko sawa, ni mapenzi ya mtu mwenyewe, kwa sababu kuingia Mexicana hakulazimishwa mtu, na istoshe mimi ni kundi langu mwenyewe, kwa hiyo sikulivunja, bali mimi mwenyewe nilitoka Mexicana, nilijitoa, nikawaacha kuendelea, lakini lilishindwa kwenda. End of the day nikalirudisha, ila nilivyorudisha alikuwa tena na power kama nyuma, kwa sababu kuna watu wengine tayari walisha walivotoka wakaanza kufanya mziki wao wao na wao wengine wakawa na management zao, kwa hiyo power ikapungua tofauti na zamani ilivyokuwa. Siwezi kusema kwamba ni kweli au sio kweli, lakini pia siwezi kusema kwamba simfahamu, ya ninamfahamu. Lakini unajua katika maisha ya sio ya muziki ya mtu yote ambaye famous, kunaweza kuna vitu kuna vikatokea vikawa vina ukweli, vingine havina ukweli ndani yake, umeona. Kwa hiyo siwezi nikalizungumzia sana hilo swala kwa sababu tayari ilileta ilileta effect tayari katika mambo ya familia na vitu vingine vitu kama hivyo. Umeona? Lakini ni masuala ambayo yapo katika sanaa yetu ambayo yanatuzunguka, ndio maisha yetu kila siku kwa sababu Mesen so mtu wa kwanza kutokea na masuala kama hayo au maisha mengine ambayo yanatokea. Kwa kuna mengine watu wanajionea, mengine ni kweli, mengine sio kweli. Kwa hiyo kama lingekuwa let's labda lina ukweli na, na mali ingeendelea. Umeona? Hao lingekuwa lina li ukweli basi lingejulikana. Ila ni swala ambalo siwezi kuliongelea kwa sababu ni swala ambalo liko private kidogo. Ya, unajua siwezi nikasema singeli mi ni ya kwangu, kwa sababu singeli mi nimekuta singeli ni mziki ambao ulikuwepo kama tangu muda, kama ulivyokuwa mnanda au mchiriku na mziki mingine. Kwa hiyo mimi niliuona mziki wa singeli nikauchukua, nikaupolish, sawa, nikauweka mahali kwamba ukaonekana, sawa, lakini ingawa mimi nilivyoanza katika harakati zangu za kufanya mziki wa singeli katika upigaji wangu, nilikuwa napiga sawa, nilikuwa napiga singeli, lakini binafsi nikisikiliza ilikuwa inashindwa kwenda kusound kwenye original singeli yenyewe mona, lakini juhudi na jitihada zangu, namshukuru mshukuru Mwenyezi Mungu mpaka sasa hivi singeli inayotengeneza, ukikompea hata singeli zao na zangu na zogonga sa hivi, nadhani kama ngoma ya Alidi Star mona, eh, toka Makers Entertainment nyimbo yake inatokea kia msimu, ukisikiliza unaona kabisa ni original singeli, tena imekuwa ni original yenye flavor nzuri zaidi, umeona. Lakini pia kuna wapo vijana ambao wanaotengeneza muziki wa singeli katika maproducer wengine ambao wapo wengine wanaokuja, wengine nao walianza kufanya kipindi cha nyuma kabla mimi kutokea, akatokea kina Mfaya, umeona, wanafanya lakini bado kuna testi fulani ya usingeli wenyewe ule wenyewe bado unakosekana. Na katika credit za maprodusa iko wazi tena kwa Mofaya, kwa sababu katika producer ambao ukisikiza ngoma za singeli zatoka ni Mesen, mwingine ukizungumzia ni Mofaya, kwa sababu ya madogo wale nani nani wanaitwa ya ni kwa ajili ya madogo Moto Combat. Umeona ya hivyo sijui niliongea vipi, au yeye mwenyewe Man Fongo ni moja kwenye category gani ingawa mambo yalishazungumzika, yaliisha. Lakini naweza nikasema kwa ufupi, naweza nikamuita nikasema, labda ni maneno ya mkosaji, umeona, eh, au sijui ni mke vipi, kwa sababu unajua kwa kitu cha kawaida, yeye alisema hela ni milioni kumi, sehemu nyingine akasema milioni 15. Ah, hata tukichukua milioni kumi, kwamba akapewa laki mbili na nusu, kwa hali ya kawaida, hata wewe Sawa presenter huwezi kupata milioni kumi kama mtu laki mbili na nusu, wakati ndo amefanya naye kazi. Hilo la kwanza. La pili, haikuwa tangazo bali ilikuwa ni nyimbo, ni nyimbo ya, ya show sawa, ambazo ni hiyo. Show ni ya radio ambayo inafanyaga kila mwaka, wanafanyaga tuzo zao za show kwa ni wadhamini waliodhamini ile show ndo alitaka ifanyike nyimbo ya Singeli kwa mastaa wa Singeli ila mastaa waliowachagua wenyewe hiyo kampuni, ambao alikuwa Sholo Mwamba, alikuwa Man Fongo, alikataka na Dogoniga. Umeona? Lakini management ya Dogoniga sababu Dogoniga sasa hivi yuko na mimi. Kabla hajaenda na mimi management yake ilisema haitaweza kufanya. Umeona? Sholo Mwamba alikubali, management ya Man Fongo ikakubali sawa na kwa sababu alikuwa anafanya kazi pale Di Fatality Music mona. Kwa hiyo baada ya kukubali kufanya lile swala <coughs> management yeye kama Jimeka boss mwenyewe alimwa iliswala alipitisha akasema tu ongea na Man Fongo nini na nini fresh. Kwa hiyo lile swala Man Fongo alielezwa na yeye mwenyewe akakubali. Na unajua katika masuala ya kufanya ishu ya tangazo, uwezo uwezo kupokea la mkononi kesh, lazima itaenda kwenye account saa mona. Kwa hiyo pia Uwezi kutoa hela hapo kama hujaandika invoice. Invoice unavoandika lazima kuwe kuna contract, sawa. Invoice unavoandika lazima kuwe kuna mikataba watu waliofanya kazi kwamba walisign. Sawa. Sasa, kabla ya yote process ngoma yenyewe itatengenezwa. Sawa. Wanaandika invoice na mkataba alipewa akasign na kitambulisho chake akatoa, kwa sababu uwezi kutoa kitambulisho kama hujasign contract. Kwa hiyo ni issue ambayo ilikuwa wazi, mwanae mwenyewe alikuwa anajua. Kwa hiyo nadhani ndani ya kuna labda meneja yake au uongozi wake, kuna mtu ambaye aliongea labda alimshawishi kuleta propaganda nyingi na maneno mengine, lakini sio bosi wake Jimeka, sababu Jimeka ile swala lilipitisha. <coughs> Kwa hiyo yeye siku za kurekodi, yeye ndo akaanza kuleta janjo janja mwingi hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo mwisho siku, ule mchongonyoka aenda paka nyimbo, watu wenye nyimbo yao wanaulizia. Mwisho siku, si jamaa baada kuzingua sana, na mpigia simu, anasema kwa mke wake anapokea, mara usiku hiyo saa moja appointment ilikuwa akasema kaenda kwa gari mafuta, tumekaa mpaka saa nne anapigwa simu, kapeleka gari garage. Mtu mzima unajiongeza, naona amna jipya <coughs> kwa hiyo jamaa alipopiga simu tukamwambia bwana, msanii fulani kazingua, umeona eh, hivyo kwa sababu basi mpresi mtu mwingine. Kwa hiyo tukatafuta mtu mwingine tukaweka, lakini mpaka nyimbo yenyewe inakuja kuisha, imebakia one week ya tu ishe, ambapo final ilikuwa ni daa kwaada tulivopeleka mchengo kwa umekufa kwa sababu aina ilikuwa na maana, muda wake ushapita. So unajua hivyo, kwa hata bugana lenyewe alikutoka, amna mtu aliyepata kitu chochote, umeona. Kwa ni maneno ya mkosaji ambaye alikuwa anaongea, lakini ni maneno ambayo yana ukweli. Siwezi kusema management, sub management yeye, yeah, boss. Nikisema management ama ni boss wake, boss wake alitoa goa hili hey. Sasa sijui kwamba ni yeye mwenyewe alidanganywa na nani, kwa sababu katika interview zake yeye anavyoongea, anasema kwamba meneja wake ndo alimwambia kwamba pale kuna hela nyingi imetoka, imetoka. Katika interview za vipindi vingine nilivyosikiliza, anasema kwamba meneja yake ndo alimwambia kuna hela nyingi imetoka mono. Kwa hiyo <coughs> ni swala ambayo shoti alini fake, yani anaongea ni vitu ambavyo ni fake, viko wazi kwa sababu wezikusema Mesen anatafuta kiki kwa Man Fongo, wakati Mesen ndo kamtoa Man Fongo. Na maana bila Mesen Man Fongo asingekuwepo, bila Mesen ku polish muziki wa Singeli Man Fongo asingesikika. Yeah, kazi inawezekana kufanyika kwa sababu unajua hii issue ilivyotokea ilikuwa ni fatality na Makers Entertainment. Sababu mwanzo sisi tulijua kwamba Makers ndio imemzuia yule bwana mkubwa sije kufanya. Ila wenyewe wakaja, Man Fongo akazungana na management yake. Umeona? Baadaye Makers meka kama jimeka sababu ni majirani pia na ofisi. Tulikaa tukaongea fresh, mambo akaisha hivyo, akawa na msanii wake ndo mpya wale boy yake akamleta tukafanya kazi. Sasa baada ya kufanya kazi, yeye bwana Man Fongo ndo alianza kuongea maneno. Kwa hiyo ni swala tangu mwaka jana, kwa hiyo akaja kuliibua swala jipya tena. Umeona? kwa hiyo ili afanye kazi na Difatality, sawa kwangu. Mimi ameisha, mimi sina no, sina tatizo, ila ili afanye kazi na Difatality, Difatality na uongozi na ma manager pale na hivyo. Mwana inabidi aje Di Fatality aongee. Aongee, nao kama anataka fanya kazi afike kiofisi, anaweza kufanya kazi kwa sababu Di Fatality haina lebo. Ni studio ambayo inafanya kazi. Kwa hiyo akija na kesha atafanya hivyo. Lakini nyumba yake ya mwanzo ina goshomeji ilikuwa ni ngoma ambayo alifanya free kwa sababu kipindi hiko tukuo tuna tupo kwenye harakati za kupushi mziki wa singeli ili usogee. Yeah. ya wasanii wa singeli ambao wako andamimi ni wako wengi, kwa sababu na lebo inatoka zamani. Sawa, toka zamani na wasanii wengi ya majidi migoma dogoniga sawa. Kuna Dulla Makabila, kuna Msaga Sumu, umeona, kuna Segu Segumbo, umeona, wako wengi. Yani wako wengi, wako wengi sana, umeona, kina Virus Mdudu Mmoja, wako wengi kama nane tisa hivi ila ni record label nyingine ya Mesen lakini nyingine nao pia ina management yake, kwa hiyo una maana, toka zamani ni lebo ambao ina deal na mambo ya tradition ya Kitanzania, mambo ya uh, makabila ngoma ambao za asili asili za kwetu. Yeah. Naweza nikasema kwamba international inaweza kufika kwa sababu ukisikiliza hata nyimbo za Kijamaika sawa eh? nyimbo nyingi sana za Jamaica ni zina maneno ambayo sio mazuri, yako open tena, umeona tena ni lugha ambayo ni ya dunia, si unajua eh? English imechanganyikana na Kiingereza Kiswahili, ni lugha ambayo mtu kuelewa ni ngumu, labda taelewa kwa vitendo, kwa kuona kwenye video, lakini kama ulivyosema wewe mwenyewe kwamba singeli ni mziki ambao unavutia kwa kuangalia mwana mtu, ukiangalia singeli hata kwa kucheza, mtu una enjoy kuona zile ni vitu fulani, yani viko tofauti, yani unajua, mtu hata kama hata ukipunguza sauti kwa unaangalia picha singeli kwa una video ya singeli, na kuvutia kuangalia, kwa hiyo inaweza kufika kwa sababu ina sababu nyingi tofauti na muziki yetu sisi ambao tunaimba bongo flavor, nyimbo zetu zile, sijui hip hop nini, kwa sababu idea nyingi sana unakuta zinafanana, wengi anapiga kwenye mahoteli, umeona eh, mabongo flavor wachache sana hapa kina Diamond na watu wengine wanaona kama madansa na madansa yenyewe, watu wengine wanakopya idea za mbele, creativity hakuna, umeona hivyo. Ila singeli ina creativity yake, mtu ukiangalia video sometimes unakuta Uswahilini watu wanavyocheza vile ni local, yani kama video yangu wachata, mtu ukiangalia unapenda, kutokana na mazingira alivyo kwao, na zao zina sababu kubwa, mtu nje akaona, hata mzungu akiangalia ikamuhamasisha na kumvutia, kwa sababu anaona kitu fulani. Mimi na imani kama mtu atakayekuja kupata nafasi ya singeli akatoboa international, katika vituo vya katika vituo vya television kama MTV na vituo vingine vikubwa huko, Trace Labla anaweza kap, akipata nafasi hiyo anaweza kafika mbali sana, kwa sababu mi nishaenda kwenye show, naona sometimes na wasanii wa kinasholomamba nani, mtu ana perform nyimbo, unakuta kuna show nyingine wazungu wanakuja wanaangalia, naona kabisa kuna wazungu wana mtu anasimama naye anaanza kucheza singeli, hawezi ila anacheza, kwamba ile sababu sisi tuna nyimbo inaitwa dab singeli, unakuta mtu ana dab kabisa hivi singeli. Sio, unajua Kinyamwezi hivyo eh? Ya katika kujibrand kimataifa ni swala ambalo lipo kwa sababu hamna mtu ambaye anataka kufanya kitu mwanamuziki mwenyeataka ndoto zake kuishia hapa. Asilimia wengi kila mtu ana dream zake. Kila mtu anafanya muziki kwa sababu yake. Kuna wengine walio tutangulia kwa kufika. Inatokana na mipango ya Mungu. Si unajua eh? Wengine, connection hivyo, njia zinazopitia. Si unajua hivyo. Kila mtu ana sababu yake. Kwa wengine tuna imani na sisi tutafika kwa nguvu zetu na kwa nguvu ya watu wetu tuliokuwa nao ma manager na, na watu wengine pia wanaotusukuma katika harakati zetu za muziki. Tutafika. Kama Mungu alipanga tufike tutafika. Sio unajua? Na kwa sababu sometimes unaweza kusema kuna msemo, kutangulia sio kufika. Kwa sababu unaweza ukafika pale ukatangaza nchi, lakini kuna wengine watakaokuja ndio wanaweza kaja kuishika hivyo, wakina mabraza hapo, ma legend, akina yoyo alikitangaza sana Tanzania <coughs> lakini, Bwana Diamond, Platinum hii ndo alikuwa pia mmojawapo katika watu waliofuatia, lakini aliweza kuchukua tuzo, umeona, za MTV nini, vitu kama hivyo, ko tutafika. Na katika swala la midundo kujipendelea maproducer <coughs> lina asilimia yani, katika asilimia nyingi zina ukweli, ila ndogo zinaweza ngasema kama hazina ukweli. Umeona, nyingi zina ukweli, alafu ndogo kama hazina hazina ukwe, ukweli kwa sababu gani? Nasema hiyo, producer anavyo create beat pale, instrument anavyotengeneza anakuwa na idea. Kwa hiyo hata akija kuimba katika nyimbo mchoro wote anakuwa nao, tofauti na mtu wa mwingine akitengenezewa beat aje andikia juu ya beat, na maana namaana atafuata feelings za producer ambazo yeye anazo. Hilo la kwanza, na kingine <coughs> unakuta bit naweza kaa kali, msanii mwenyewe akapita vibaya. Au jua sometimes kuimba sio lazima uimbe sana. Mi kama Kanyaboya sijaimba sana unajua, ukiangalia ni nimedokoadokoa lakini kuna flavor. Hilo, njekuta ungemchukua msanii mwingine labda pale tungemuweka ingefanya. Ningetaka kuleta kujifanya ufundi, kuimba sio hivyo, mwisho wa siku hata nyimbo yenyewe ingepungua taradha, flavor ingekuwa hamna. Unaona hivyo. Kwa hiyo kuna hivyo, kuna creativity katika nyimbo, unaposikia instrument beat, nataka nini, naweza nikatumia idea gani, na ubunifu gani, ili nifanye hivi. Kwa hiyo producer kwa asilimia nyingi ngoma yake kwa kali, kwa sababu yeye wenyewe ni mbunifu, paka ana create beat, it means kwamba ana hilo nini anachokifanya. Kitu kama hicho. Ndiyo maana hata ukisikiliza nyimbo ya moto ni bonge moja la dundo. Ningeimba mimi moto ningesema nimejipendelea. Unaona, lakini ya moto kwa sababu wenyewe <coughs> walikuwa wanajua muziki, wanajua nini wanachokifanya pia ana management kubwa ambao inatambua muziki na inauelewa muziki toka muda mrefu. Ndio maana wamekuta hata nyimbo yao wenyewe pia nika, ni kali. Unaona, nyimbo kali, kuna mangoma mengi tu magoma makali ambao watu kama kina Shirole atotoe kiki, ukisikia goma unaona ni kali, ambao chemistry producer na msanii zimemechi, vitu kama hivyo.